Siku ya wajinga duniani inayoadhimishwa Aprili mosi kila mwaka imekuwa ikiadhimishwa kwa karne kadhaa na tamaduni tofauti, ingawa asili yake halisi bado ni siri. Mila ya siku ya wajinga ni pamoja na kuwadanganya watu au kuwafanyia utani wa vitendo mbalimbali. Wakati historia yake halisi imeghubikwa na siri, kukumbatiwa kwa utani wa siku ya wajinga ya Aprili mosi na vyombo vya habari kumehakikisha maisha marefu ya likizo hii siyo rasmi. Baadhi ya wanahistoria wanakadiria kwamba siku ya wajinga ilianza mwaka 1582 wakati ambapo Ufaransa ilibadili kalenda ya Julian na kuamia kwenye kalenda ya Gregorian. Kubadilika huku kwa kalenda kulibadilisha tarehe za mwaka na hivyo nchi hiyo ikaanza kusherekea mwaka mpya Januari mosi badala ya Aprili. Lakini kwa bahati mbaya, maamuzi hayo ya kubadili kalenda ya mwaka yaliyofanywa na Papa Gregory wa kumi na tatu hayakuwafikia wananchi wote wa Ufaransa, na badala yake baadhi wakaendelea kusherekea mwaka mpya Aprili mosi. Hivyo basi waliosherekea mwaka mpya Aprili mosi waliitwa wajinga na siku hiyo ikaitwa ya wajinga. Hadi Aprili moja wakawa wanafanyiwa utani na uongo, Wakiitwa wajinga wa Aprili. Wengine wanaihusisha siku hii na sherehe za Warumi zilizoadhimishwa Aprili mosi, ambapo watu walivalia nguo za ajabu na za kuchekesha. Wakati huo ilianza kusherekewa Machi 25 na kumalizika Aprili mosi. Baadhi ya wanahistoria wa Uingereza wameihusisha siku hii na sherehe zinazofanywa kila Aprili mosi nchini India, ambapo watu walirushiana vitu na kuchafuana kwa keki au rangi kama Sehemu ya utani. Siku ya wajinga duniani ilienea kote Uingereza wakati wa karne ya 18. Huku Scotland mila hiyo ikiwa hafla ya siku mbili ikianza na watu kutumwa kufanya vitu mambo yasiyowezekana hata wengine kuweka mabango kama nipige mgongoni au kuwekewa mikia bandia. Je, wewe ulishawahi kudanganywa na ilikuwaje? Jina langu ni Fatna Suleimani.